kupewa afya njema ili Tanzania ipate kustawi na tuweze kupata maendeleo na mwisho tupate wokovu Yesu Kristo. Niseme tu baba mchungaji, asante baba mchungaji. Bwana Yesu asifiwe! Basi mpokee salamu hizi kwa mazito matatu. Taae ni mjumbe wa neki sisiemu taifa mesema lelo zuri kwamba tuombee amani ya yenjiyetu ya, lakini tukuombele kama mjumbe kwa avikaoi kubwa vya juu, kiu yetu wa Kristo sio amani, kiu yetu wa Kristo ni haki. Haki ikiwepo amani inakuja bila kuitafuta. mm -hmm. Ukilazimisha kutafuta amani bila haki, huipati amani. Lazima kwanza kuwe na haki, haki ikiwepo, amani itatamalaki. Tunashukuru kwa ushiriki wako na kwa uaminifu wako na kwa Ukristo wako na ninyi Wakristo nawategemea sana kamadakwa kusimama upande wa haki katika taifa letu. Mungu akubariki sana.